Na mimi ninavyoona kama alivyoshauri Miss Helen. Mimi nitaenda na Benja. Sawa. Oh, okay, haina uh shida -huh. Lakini lakinika kitu wewe. Ah ah, unaupendeleo mambo kama hayo mind. Sawa. Mimi nimeshaongea, nimeshamaliza. Full stop. Twendeni au vipi? Oh, sisi tunasepa, tunasepa au mnasemaje? Sisi sisi moja sawa. Twende, kiongozi. Mimi nimeondana, naendelea nime na mambo mengine. Okay, poa. Sure. Okay. Oya mlangwe. Samahani mlangwe. Huyu dada yule kuna mnyo hapa, unamfahamu? E, nilikuwa na mnyo hapa? Yes. Eh namfahamu huyo mbona. Unamfahamu? Eh e, namfahamu anaitwa Adija, ni mtoto wa Mama Adija. Anaishi hapa hapa mtaani. Vipi? Kaolewa? Ah, huyu sina uhakika maana akaitimu chuo juzi hapa. Nadhani ndani ya huu mwaka kaitimu chuo. Sidhani kama ameolewa ila kuna jamaa mmoja anaitwa Sudi. Sudi anaweza kuwa anamfahamu vizuri huyu binti. Sasa tunaweza tukampataje bwana? Una mawasiliano naye? Namba za Sudi ninazo, ila za huyu binti sina tena. Ngoja nikupe namba za huyo Sudi. Nadhani Sudi huyu hapo ndio. Vipi, mmemwelewa? ni mama jamaa nataka jiko. Hey, mambo vipi? Fresh, bila shaka naongea na Mr. Sudi na mjabu. Okay, mi naitwa Mr. Salehe. Salehe. Uh -huh. Niko hapa, kuna saluni moja hapa inaitwa Hunter. Ndio. Nilikuwa nahitaji kuonana na wewe. Unaweza ukaja? Yes ya, naomba basi uje mara moja. Kuna mchongo mmoja hivi, tunataka tuzungumze mimi na wewe yes. Okay, naomba uwai basi. Poa. Nimempata. Vipi, kasema anakuja? Anakuja sasa hivi, hayuko mbali sasa. Safi sana cha juisi. Ala, kiwanda cha juisi? Yes. Unajua, unapozungumzia kujenga kiwanda ni kitu kikubwa sana kitu kikubwa sana na kama kweli mnakuja kujenga na kuwekeza katika maeneo yetu haya itakuwa ni faida kwetu kwa kweli. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ni nyinyi wenyewe ndio mnafanya hii shughuli, au kuna mtu mwingine nyuma yenu anawatuma? Mr. Sudi, sasa sisi wadogo sana, sio ah. Sijasema kama ninyi ni wadogo sana. Unayemuona wewe? ni mkurugenzi mimi ndio meneja wa makampuni yetu yote. o oh, tumekuja kufanya kazi hapa kijini kwenu. Mr. Sudi, sasa kilichonifanya mimi nikuite ni jambo moja. Unajua mimi na pesa nyingi ndugu yangu, muonekano wako tu wenyewe kile unasadiki una, kwa hiyo hauna haja ya kuniambia kwamba una pesa nyingi. tatizo ni moja Mr. Sudi, sina mke, kwa hiyo oh, nataka kabla ya yote nioe kwanza mengine, afu ndo mengine yafuate. unataka uoe unapozungumzia kuoa ni jambo jema pia kwa sababu uh, ili kusudi mambo yako yaweze kwenda sawa sawa, lazima uwe na mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye msimamizi mkuu wa uh, shughuli mbalimbali za pale nyumbani na zingine. Kwa hiyo mimi nafikiri umezungumza jambo jema zaidi. Okay, kuna binti mmoja nimemwona, ametoka hapa kunyoa muda sio mrefu sana, hapa hapa saloni. Ndio uh -huh. Na nilipomuuliza mshikaji Akasema huyo binti ni binti mmoja hivi ni mrefu mweupe, ana mwili yeah, mdogo mdogo. Nilipomuuliza mshikaji akasema jina lake anaitwa Hadija. Aha, atakuwa namzungumzia Hadija Jabir. Yeah, yule mtoto yule wa um, Hadija aliyetimu chuo mwaka huu yeah. Mtoto wa Hadija pale ndo anamuongelea Hadija. Ah, mimi namfahamu vizuri sana, namfahamu vizuri sana. Sana. Oh, Hadija Jabir namfahamu na ni binti mmoja mzuri, yuko vizuri yule, yuko vizuri kabisa, hujakosea bana kabisa sasa. Kilichonifanya ni kuite, nataka unisaidie kazi moja, nataka wewe uwe mshenga unisaidie kupeleka posa. Yani juu ya hilo wala usipate shaka eh, wala usiwe na nasu, wasiwasi, yani huko kwa mtu sahihi. Mimi ndo Sudi, hakuna mtu asiye nifahamu. Hizo ndo, ndo shughuli zangu katika maeneo haya yote. Sasa Mr Sudi, kwa hilo usio na hofu, sisi matajiri pesa zipo, unaofu kitu gani? Kwa hiyo sisi tunachotaka utukamishiwe mpango, wala hata usiwe na wasiwasi na shida. Afu kuna jambo moja hapa nataka nikuulize, sababu wewe ni mwenyeji katika huu mtaa yeah. kuna gari letu tumeweka ngambo hapa yeah, siji huu mtaa una usalama sana ah. Yaani kuhusiana na usalama katika maeneo yetu wala usiwe na wasiwasi eh, yeah. Hey, kwa sababu hata uongozi wetu kila kitu kiko sawa, kwa hiyo wala usiwe na shaka juu ya hilo, kila kitu kiko sawa eti. Hey, yeah. sa, sa. Sasa sasa ngoja nimalizie kushevia shevia hapa, ili twende tukashughulikie mambo yote yakae sawa sawa hey. eh basi poa poa. Sema. Nataka wa nipikie chapati mwanangu, manake huwa napenda chapati zako, kwa kweli zinakuwa ni nzuri sana. Naomba nipikie chapati leo sana mama. Mimi wewe nimezimisi, tutazipika leo mwanangu. Karibu. Tuka wapi? Naam, hii posa imetoka kwa bwana mmoja ambaye amekuja katika maeneo yetu haya. Ni mwekezaji yeye, um, anahitaji kuwekeza kiwanda, kwa hiyo nafikiri tutakuwa tumepata neema katika eneo letu hili. e, alimuona Hadija, baada ya kumwona Hadija akawa amempenda, kwa hiyo akanitafuta, akaniomba niweze kulifikisha hili, na ndio mguu wangu huwa. Wapi? Anaishi wapi huyu bwana? Anaishi Arusha E, anaishi Arusha na ana migodi pia, yaani ni mtu ambaye yuko vizuri. Ana migodi ndio, ana migodi. Yuko vizuri, yaani ninapozungumza kwamba yuko vizuri namaanisha ana fedha. E, yuko sawa kweli kweli. Mm. Mm-hmm. Mama, nilikwambia. Ndio, nisikudanganye binti yako. Jambo kama hili sina kipingamizi na hili jambo. Mimi nakubali moja kwa moja na u umu. Mwanangu Alija, usikubali haraka haraka hivyo Unamjua ametoka wapi? anaishi wapi? Mama haijalishi, jambo nililopenda hapa ni kwamba Hadija ambaye ndiyo mhusika mwenyewe amekubali. Nimefarijika sana, nimefarijika sana. Kwa hiyo mimi nafikiri, sidhani kama nina muda wa kupoteza. Naomba niende, niende nikapeleke majibu. Naam, naomba nipeleke majibu tu, kwa sababu majibu nimekwisha yapata. Sawa mwanangu, kama wewe umekubali, mi posa nimeipokea tawajibu safari hii, hautakii kufanya masihara, yani usicheze kabisa na ibada. Usianze tena mambo yako yale, sio kitu gani gani. Naomba ya Hadija ndiyo safari hii, usije ukaleta masihara tena. Sawa, nimekuelewa e. Mtu ndio huyo, kwao mimi nataka niende sasa hivi nikapeleke jibu. Sawa, hata sio kwamba nakuchelewesha, asante. Nilikwambia mwanao kwa mombe tulioletewa na, na mshenga kwamba mahari ni laki nane. Sisi tutaongeza laki mbili ili ifike milioni, au unasemaje, Mr. Saleh? Yeah, ni sahihi. Alafu mama, nilikuwa ninaomba haya mambo yaende haraka maana nina mambo mengi, amenibana kwenye biashara zangu. Ikiwezekana ndoa ifungwe wiki ijayo, ili Hadija kanisaidie kwenye biashara zangu, baadhi ya majukumu natakiwa asimamie yeye. Hiyo haina shida, nikishatoa tu mahali hata kesho ndoa mnaweza mkafunga. Kuhusu harusi, mi naona tu tunafanya sasa hivi harusi ndogo tu yani, lakini tutakaporudi tutafanya ta, harusi kubwa ambayo itakofunga na mtaa. Sawa, mi kwangu sina tatizo kuhusu hilo msiwe na hofu, sitakuwa wa kweli na waaminifu na hakuna kitakachoharibika. Hello, manager. Yes, ndio, jitahidini mpakie hiyo mizigo haraka, maana nataka kiwanda, kiwanda kianze kujengwa kesho. Yes. Kueni makini, msiache hata kimoja, sawa? Okay, sawa, haya haya, kazi njema mama. Nafikiri haya yamekamilika na ya yamekaa vizuri. Ninaomba tuwaage ili tuende kwenye majukumu mengine. Tunashukuru sana. Sawa, sisi tunashukuru. vizuri najua kuchagua, hmm. So leo labda siku nyingine da, nilikwambia hatimaye ndoto zimetimia leo hii, na tajiri tena kijana mdogo kabisa. Oh, hongera, mpaka nakutawania <laughs> wewe tena <laughs> na kuwa nimeambiwa ya kuwa mimi ndo nitakuwa mmiliki wa baadhi ya wa baadhi ya mambo yake kama vile makampuni yake, alafu bahati nzuri alinionyesha di picha alizopiga alizopiga kwenye mambo yake nikaziona zote. Kwa hiyo nakwambia hapa mambo ni moto, mambo ni faya. Yaani hapa nimelamba dume shogangu. Hongera, sasa wako wapi wale wakina maskini vile, vile maskini vile vya kina shimu mara damu wako wapi sasa? Peleka kule hao kwa sasa krasi yangu mimi. Ah, kwa hiyo ndo alini? tunazungumzia tena ndoa <laughs> ndoa ni wiki ijayo, si unajua, maadije uko faster faster. Mambo ni moto tunakwambia. <laughs> wiki ijayo. Hongera ndugu yangu, mpaka nakutamani tu mtu ndio yote kabisa. <todipa> Usijali na imani na wewe utapata mchumba kama wangu na utapata mchumba mwenye hela, maana najua nyota zetu zinang'ala, nyota zetu za chipsi zinang'aa <laughs> kama nuru. Umeona eh? Ila na imani ndoto zangu za timia, maana nimeenda kuolewa na mwanaume mwenye pesa zake. Na imani kila kitu kitanyooka. Na sawa, apo. Wanawake wa siku hizi mlivyo, kazi yenu ni kuchuna tu, umeona bwana. Kama unavyoona, ni muda wa kuanza sasa. Maharusi wetu, ningependa msimame tafadhali. kama mnavyoona maharusi wetu wamependeza, wajapendeza, wamependeza. Hmm, ni kweli kabisa wamependeza. Sasa ningependa kumkaribisha mama mzazi wa biharusi, karibu sana kumuaga binti yako. karibisha shangazi wa biharusi, karibu sana pia. Bila kumsahau rafiki wa karibu sana na mama wa biharusi, karibu sana Khadija, mwanangu, umemkataa mtoto wangu ukapenda bwana huyo tajiri. Sasa huko unakokwenda, yatakushinda utarudi hapa hapa pia. Bila kumsahau Mshenga Sudi, karibu sana kuaga harusi, mharusi wetu ah. Naam, asante sana bwana. Hongereni sana, hongera sana bwana, hongera sana bwana, hongera sana Hadija. Mi naomba uende ukatulie, uende ukatulie. Mwanaume ulikuwa unamhitaji, na sasa mwanaume umempata, yule ulikuwa unamtaka mtaka. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kitakuwa kinaenda sawa, si ndio? Eh, hongera sana bwana, nashukuru sana hata usio na shaka. Sisi tutamlinda mtoto mzuri pamoja sana. Haya, sawa. Ha, ha. Mimi niwatakie tu safari njema. Ha, ha, sa. Ha. E, bila kusahau nilipewa maagizo kwamba biharusi anatakiwa aondoke akiwa amevaa mavazi mengine, na pia kule atakutana na mavazi mengine. Hapa utaondoka bila kuwa na mavazi yako, sawa, biharusi? Kwa hiyo ningependa kumchukua biharusi nikambadilishe ili muweze kuondoka ngu huko mpweke sana vipi, ushawasiliana na Hadija, walifika salama? Sijawasiliana toka niondoka hadi kwa sasa, wiki mbili zimeshafika, sina mawasiliano yoyote. Ina maana akuondoka na simu? Akuondoka na simu, mume wake alikataa, akasema akasema atamnulia simu nyingine huko, na laini nayo aliacha nyumbani. Huwa hmm. hao wanaume wenye pesa wanawivu sana, ila atamnulia simu, atatutafuta, ila kwa sasa hivi na mawazo kweli nawaza sijui anaishi wapi, nitaka eh, aende na- aondoke na, undo, na epi mwanaume akakataa. Eh, sijui naishije huko mwanangu. Basi usijali, ifi yangu hao. Wow, wanaume wenye pesa, alipoolewa mwana wetu, kuna pesa. Kwa hiyo na sisi tutafanyaje? Tutakuja tufaidi zile pesa hata. Usijali, tumwombe uzima tu. Sawa, nami naomba iwe hivyo. Hmm, angalau na mimi niishi kimalikia. Hey, tunako tunakoelekea, tuvute tu subira tunakoelekea tutakuwa na pesa kwa